Na, na ni afueni kwa familia na wakazi wa Gachie, baada ya kupata kupata mwili wa jamaa yao Maureen Wambui Munga uliokuwa umezuiliwa kutokana na bili ya hospitali ilikuuzika kuhuzika. Maureen Wambui Munga alifariki tarehe 27 mwezi Septemba mwaka jana, baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mwili wake ulizuiliwa katika chumba cha kuhifadhi mwili cha Kenyatta Memorial kutokana na bili ya hospitali ya milioni tano katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta. Licha ya kuchangisha shilingi 600 elfu, na pia kupewa msamaha wa shilingi elfu mia saba kupitia bima ya afya ya SHA, salio la shilingi milioni 3.7 ilibaki kulipwa, jambo iliochelewesha mipango ya mazishi. Mzozo huo ulitatuliwa baada ya wakili Ivy Kinuthia kuwasilisha kesi mahakamani, ambapo Jaji Stella Mutuku aliamuru mwili huo uachiliwe baada ya kulipa gharama za chumba cha kuhifadhia maiti. As the court iliamuru tupewe mwili tulipe mochari fee of 122k which we have paid today. Tunangoja mwili, tunashukuru Mungu wale wamejitolea. Tuna Maridadi Motors Foundation imejitolea kulipa mochari fee 130 Familia ya Ivy Kinuthia ndio bare ya Mugasha wakaona na wakasikia, wako na uchungu na wakasema kama mtoto wao huyo, wakili Ivy amelelea kwa hii community ya Gashie yagashie, surely kwa nini wasifanye wasaidie hii familia kwa sababu ni one of the family, ndio maana walituita pale kwao wa Mugasha, wakatuambia kama tunaweza jaribu, na tukachukua ushukani na tukapaa uh, Ivy all the document, ndio tumefika mpaka waleo, ndio kotini Thursday ikatoa amri tunaweza lipa hiyo bill ya mochari Maata, simuna,